Katika tukio la kuhuzunisha na la kihistoria, mwili wa kiongozi wa Kanisa Katoliki Duniani, Baba Mtakatifu Papa Francis, umewekwa katika jeneza maalum ndani ya Kanisa la Mtakatifu Mata usiku wa kuamkia Jumanne. Kanisa hilo ni dogo lipo ndani ya Uwanja wa Vatican, na ndilo lililokuwa makazi rasmi ya Papa Francis tangu alipochaguliwa mwaka 2013. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa Vatican, Matteo Bruni, jeneza hilo lililotumika limetengenezwa kwa mbao imara na mkaratusi na limewekwa ndani ya kanisa hilo ili kutoa fursa kwa viongozi wa dini, mabalozi, wageni mashuhuri na waumini wa kawaida kuweza kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliyekuwa mnyenyekevu na mpenda haki. Ibada maalum ya kumwombea Papa Francis inatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano, ikihudhuriwa na makardinali zaidi ya mia moja kutoka pande zote za dunia, maaskofu, mapadri, pamoja na viongozi mbalimbali wakiwemo s na wafalme kutoka mataifa ya Ulaya, Amerika ya Kusini, Afrika na Asia. Ibada hiyo pia itahudhuriwa na viongozi wa dini nyingine kama ishara ya mshikamano na heshima kwa mchango wa Papa Francis katika kukuza mazungumzo ya kidini na amani.